Leo tunaenda kuzungumza jambo ambalo linaweza kuwa gumu kusikia, lakini ni muhimu sana kulifahamu. Je, umewahi kuachwa? Au una mtu wa karibu ambaye amepitia uchungu wa kuachwa na hajui afanye nini? Na kuhakikishia, kile unachokijua kuhusu kuachwa kinaweza kuwa nusu ya ukweli. Kuna mambo matano muhimu ambayo hakuna anayekueleza wazi wazi, na ndiyo sababu leo nipo hapa kuyafichua. Kabla hatujaingia ndani zaidi kwenye mambo haya matano yenye ukweli mchungu, naomba usubscribe kwenye channel hii sasa hivi kama bado hujafanya hivyo. Pia bonyeza alama ya kengele ili usikose video zetu nyingine muhimu kama hii. Nina uhakika mwishoni mwa video hii utakuwa na mtazamo mpya kabisa juu ya kuachwa na jinsi ya kukabiliana nayo. Haya, tuanze. Jambo la kwanza. Si wewe peke yako unaichanganyikiwa, kujilaumu na kuhisi umeshindwa. Utasikia maneno kama muda huponya majeraha yote au piga moyo konde, lakini hakuna anayekueleza kina cha machafuko ya kihisia unayopitia. Unajiuliza, nimefanya nini? Ninakosa nini? Kwa nini mimi? Haya maswali ni ya kawaida kabisa. Ubongo wako unajaribu kutafuta sababu na mara nyingi jibu rahisi kwake ni ni kosa langu. Jamii mara nyingi inatuambia kuwa tunapaswa kuwa imara, lakini ukweli ni kwamba kuhisi kuchanganyikiwa na kujilaumu ni sehemu ya mchakato wa huzuni. Ni jinsi akili yako inavyochakata tukio la kuachwa. Unajiona kama bidhaa iliyoharibika sokoni. Lakini ukweli mchungu ni kwamba kuachwa hakukufanyi kuwa na kasoro, uhusiano uliisha. Ni muhimu kujipa ruhusa ya kuhisi hisia hizi bila kujihukumu. Usijifiche, kubali kuwa umeumizwa. Hii ndiyo hatua ya kwanza muhimu ya uponyaji. Jambo la pili, haukuwa upendo wa kweli kwake kama unavyofikiri. Ndiyo, najua inasikika kama dhihaka wakati moyo wako unavuja damu, lakini ni muhimu kutafakari hili. Unakumbuka nyakati nzuri tu, zile tabasamu, ahadi na mipango. Unasahau migogoro, ukimya wa kutisha au ishara za onyo ambazo labda ulizipuuza. Tunapokuwa kwenye uhusiano, hasa ule wa muda mrefu, tunaweka kipaumbele kwenye matumaini na uwezekano. Tunaunda hadithi akilini mwetu kuhusu jinsi mambo yalipaswa kuwa na siyo jinsi yalivyo kweli. Mtu anapokuacha ni kwa sababu hakuona tena thamani au mustakabali katika uhusiano huo, angalau kutoka mtazamo wake. Hii haimaanishi ulikuwa mpumbavu au ulijidanganya. Inamaanisha tu kwamba mtazamo wako wa upendo ulikuwa tofauti na wake, au yeye hakuweza kukidhi mahitaji ya uhusiano Kukubali kwamba upendo wake haukuwa wa kina kama wako kutakupa uhuru wa kuacha kujilaumu na kuanza kuona uhalisia wa hali hiyo. Hakuwa yule, na hiyo ni sawa. Jambo la tatu, utapitia kipindi cha withdrawal kama mraibu wa dawa za kulevya. Ndiyo, umenisikia vizuri. Akili zetu zimeundwa kutafuta uhusiano. Tunapopendana, akili hutoa kemikali kama oksitosin na dopamine, ambazo huleta hisia za haraka na utulivu. Unapopoteza chanzo hicho cha hisia, ubongo wako upige kelele. Hii ndiyo sababu unahisi maumivu ya kimwili kifuani, unapoteza hamu ya kula, unashindwa kulala au unakuwa na mawazo yanayojirudiarudia kuhusu yeye. Hizi zote ni ishara za kemikali za ubongo wako zikijaribu kurekebisha hali mpya. Sio udhaifu wako, ni biolojia yako. Kuelewa hili kutakusaidia usijihukumu kuhisi vibaya. Kujua kwamba hisia hizi kali ni za muda mfupi na ni sehemu ya mchakato wa uponyaji kutakupa nguvu ya kuvumilia. Usijaribu kujitibu kwa kutafuta uhusiano mpya haraka haraka. Jipe muda kupona kutokana na utegemezi huu wa kihisia. Jambo la nne, marafiki na familia watachoka kukusikiliza. Na ni sawa, mwanzo watakupa bega la kulilia, watakupa ushauri na watakupa faraja. Lakini baada ya wiki kadhaa au hata miezi, wanadamu tuna mipaka. Wana maisha yao mwenyewe, changamoto zao na subira yao inaweza kuisha. Huwezi kuwalaumu. Sio kwamba hawakujali bali hawawezi kubeba mzigo wako peke yako milele. Hapa ndipo umuhimu wa kutafuta msaada wa kitaalamu unapoingia. Mtaalamu wa saikolojia au mshauri wa uhusiano amefunzwa kukusikiliza bila hukumu, kukupa tools za kukabiliana na hali na kukuongoza kwenye njia ya uponyaji. Wao hawachoki. Pia ni muhimu kutafuta njia nyingine za kusaidia akili na mwili wako. Mazoezi, hobi mpya au kujifunza kitu mpya kunaweza kukupa msukumo na kukuepusha na mawazo hasi yanayojirudiarudia. Usitegemee watu wachache tu kubebea mzigo wote wa kihisia panua wigo wa msaada wako. Jambo la tano: kuachwa si mwisho wa dunia, bali ni fursa yako kubwa ya kujijenga upya na kuwa bora zaidi. Wakati huu wa maumivu Una nafasi ya kipekee ya kutathmini maisha yako, matamanio yako na unachotaka kweli kwenye uhusiano. Mara nyingi tunapokuwa kwenye uhusiano, tunajisahau sisi wenyewe. Tunajikuta tukibadilisha tabia zetu, ndoto zetu na hata maadili yetu ili tuendane na mwenzetu. Kuachwa kunatoa nafasi ya kujiuliza ni mimi nani bila yeye? ninataka nini kutoka maishani? Hii ni fursa ya kugundua upya malengo yako ya kibinafsi, kuboresha afya yako ya kimwili na kiakili na kujenga uhusiano imara na wewe mwenyewe. Jifunze kutokana na makosa ya zamani, yasijirudie. Jipe muda, jipe nafasi na anza kujitengenezea maisha unayoyataka. Usitafute mtu wa kukukamilisha, jikamilishe wewe mwenyewe kwanza. Natumai video hii imekupa mwanga mpya na matumaini. Kumbuka, Kuachwa ni sehemu ya maisha na jinsi unavyokabiliana nayo ndiyo muhimu. Je, umepitia mojawapo ya mambo haya au unaongeza jambo lingine la sita ambalo hakuna anayetuambia? Acha maoni yako hapo chini na tamani kusikia kutoka kwako. Kama umepata thamani yoyote kutoka kwenye video hii, like, share na rafiki au mtu yoyote unayehisi anaweza kufaidika na ujumbe huu. Na usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili usikose video zetu zijazo ambazo zitakupa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha. Asante sana kwa kutazama.